Uvivu tu wa kusoma mmekaa mnagombana, eti kisa, afu yule yule yule malaya yule yule malaya yule wa Mwijaku yule yule kimada, haudhuri vikao, yule malaya yule kanikwaza sana. Wewe msichana, mimi i don't really talk about things nowadays but wewe to... msichana, una mashavu mawili mengine mawili juu, yaani manne, umnaenda kabisa. Kumbe ile jamaa Mwijaku kumganga kwa mkali Eti wako serious. Umefaka na boyfriend wangu mara ngapi? Ni kwa boyfriend mwenye sasa kitoke. Eba ni bigi bigi za la la la. Eh eh eh. Bana wewe. Kwa hizo zinjaza tu. Naambieje? Tafuteni hela. Kubalini hali zenu za maisha. Otherwise huku tutazalilika. Nye tunazalilika. Hebu angalia kama wale. Msichana huyu anakwambiaje? Mlikuwa yani Sinza hoteli gani? Mm-mm. Sio Sinza. Masaki, unazidi kujitia hasira. Yani wao unamuulizia kimada mwenzio, unazidi wote michepuko. Ebati e bati, e e e wa jamani ebati bigi bigi zali zali nyoma nalalaga jamani zaga zaga ebati e e e e ebati wa jamani, wewe unauliza, wewe unajua amelala Sinza, unapewa jibu na kimada. Mtakuja kukatana na mtakuja kukeketana nyinyi. Unaambia sio Siza, Masaki. Bwana wewe unafikiri umejisaidia

na kupiga lana tu mpumbavu, ulaaniwe na dunia. Maana si umetaka kuya find umeage tu unafuta akaunti. Haya mambo ya insta mnayatakaga ya nini? Wewe ulivyokuwa unamrekodi mwanzo, ulikuwa unasikia la, unamrekodi unamdhalilisha, nataka mtume kwenye group la chuo, eti na kuharibia baby. Unaona hicho kidole, unaniharibia, unajiharibia. My dear friend, you can't help someone, you're not God, you didn't create them, you can't destroy human you know, binadamu wewe. well, I...

haudhuri vikao yule malaya yule kanikwaza sana. Wewe msichana, mimi I don't really talk about things nowadays but to... we msichana, una mashavu mawili mengine mawili juu, yaani manne, umnaenda kabisa kum ile jamaa mwingine kumganga wako mkali, eti wako serious, umefaka na boyfriend wangu mara ngapi? Kwa boyfriend mwenye sasa kitoke Eba, ni bigi bigi Eba, eh, eh, eh, eh, ni bigi bigi, Eba ni bigi bigi. Kwa li zinja naambieje, tafuteni hela. Kubalini hali zenu za maisha. Otherwise huku tutazalilika, Nye tunazalilika. Ewa ngala kama wale. Msichana huyu nakwambiaje? Mlikuwa yani sinza hoteli gani? mm -mm. Sio sinza Masaki. Unazidi kujitia hasira. Yani, wanamuulizia kimada mwenzio wote michepuko. Ebati e, e, e. Jamani ebati bigi bigi Zari Zari nyomana nalalaga jamani zaga, zaga. E, e, e, ba. Unauliza we unajua amelala Sinza unapawajibu na kimada, mtakuja kukatana, mtakuja kukiketana nyinyi. Unaambia sio Siza Masaki bwana, unamajisaidia

au namwita umenzalilisha na kupiga lana tu mpumbavu, ulaniwe na dunia. Maana si umeataka kuyafaini, umeageti unafuta account. Haya mambo ya insta mnayatakaga ya nini? Wewe ulivyokuwa una mrekodi mwanzo, ulikuwa unasikia la unamrekodi, unamzalilisha, nataka mtume kwenye grupu la chuo, eti na kuharibia baby. Unaona hicho kidole, unaniharibia, unajiharibia

Eti kisa yule malaya, yule yule malaya msichana really tum... una mashavu mawili, mengine mawili juu, yani manne. Umnaenda kabisa Kum... e auaraa Eba e, e, e, e, kubalini hali zenu za maisha, otherwise huku tutadhalilika, nyie tunadhalilika. Eba angalau kama wale msichana huyu mlikuwa, yaani Sinza, hoteli gani? sio Sinza Masaki, unazidi kujitia hasira

Pale jumani, kwenye golofa la mlingoti asemaji.

au namuita umenzalilisha na kupiga lana tu mpumbavu, ulaniwe na dunia. Maana si umetaka kuya find umeaget unafuta account. Haya mambo ya insta mnayatakaga ya nini wewe? Ulivyokuwa unamrekodi mwanzo, ulikuwa unasikia lana, unamrekodi unamzalilisha, nataka mtume kwenye group la chuo, eti inakuharibia baby. Unaona nchi kidole, unaniharibia, unajiharibia. My dear friend, you can't help someone, you're not God, you didn't create them, you can't destroy human. Who is kumdestroy binadamu wewe? unajaribia mpumbavu, mwenyewe umeonekana chipu, umeonekana uko desperate. Na bwana hasa unajua bwana mwenye, jamani eh, mimi ebati bigi bigi zambi Yesu ule aka mm, Jesus I can see bwana Mwijaku. Sasa jamani, ebati a ah, a ah, a ah. Uvivu tu wa kusoma, mmekaa mnagombana, eti kisa afule yule yule yule malaya yule yule malaya yule Mwijaku yule yule, yule, yule kimada Haudhuri vikao yule malaya yule. Kanikwaza sana yule msichana. Me I don't really talk about things nowadays but to we msichana, una mashavu mawili. Mengine mawili juu, yani manne. Umnaenda kabisa kum ile jamaa yule kumganga ako mkali. Eti wako serious? Umefaka na boyfriend wangu mara ngapi? bni mweyetokabj tafuteni hela kubalini hali zenu za maisha, otherwise huku tutadhalilika, nye tunadhalilika. Angalia kama wale msichana huyu mlikuwa mlikuwa yaani Sinza hoteli gani? mm -mm. Sio Sinza Masaki. unazidi kujitia hasira. Yani, unamuulizia kimada mwenzio wote michepuko e, e, e, wa jamani, ebati vingi vingi, zari zari, nyomana nalalaga amelala e, e, e, e, Sinza amelala Sinza, unapawajibu na kimada mtakuja kukatana, mtakuja kukeketana nyinyi, unaambia sio Siza Masaki bwana bwana, unamajisaidia Baby mo kama ulikuwa unadunda ndani sasa hivi na inakudunda. Eh but eh eh eh eh but eh but this is you that's why sometimes nowadays mimi na na, na ukubali utu uzima. Utu uzima ni upo lakini he. Sasa ngoja. Sasa Mwijaku sasa. Ni bonge la bwana mimi Mwijaku tajiri yangu. Mimi unajua ninavyo vingi.

au namuita umenzalilisha, na kupiga lana tu, mpumbavu. Ulaniwe na dunia, maana si umetaka kuya find umeage tu, unafuta account. Haya mambo ya insta mnayatakaga ya nini? Wewe ulivyokuwa namrekodi mwanzo, ulikuwa unasikia lana, unamrekodi unamzalilisha, nataka kutume kwenye group la chuo, eti na kuharibia baby. Unaona hicho kidole, unaniharibia, unajiharibia. My dear friend, you can't hurt someone, you're not God, you didn't create them, you can't destroy human. wewe unajaribia mpumbavu, mwenyewe. Umeonekana chipu, umeonekana uko desperate na bwana asa. Unajua bwana mwenyewe jamani, eh mimi, ebati bigi bigi, zambi Yesu ule mm, Jesus I can see mm, bwana Mwijaku mm, sasa jamani, ebati. ah, ah, ah.